Walichagula mu 2018 na mwile 2018 wakampa kura na wakaonekana, uh, deputé wa idpese mukivu muzima. Haiko hivyo ndio? Haiko hivyo ndio? Sasa kwa nini watoto wa Fizi atukupata ministere? Sijo swali yako? Unajua, nikuambia. Juu ya nini? Niseme nisiseme? Kama watoto wa Fizi hawakupata minister, ni kwa sababu waliacha kubande reserve. mchezaji maarufu mwenye anaweza jaza goli kuliko wamwingia uwanjani awajazia goli,